Na watu wake kupitia watumishi wakanalo jambo ambalo tunataka tulijue. Kuna vitu ambavyo kwenye maisha hatuvipati si kwa sababu hatuna imani, imani tunayo, lakini kuna tatizo lipo nje ya kuwa tuna imani. Imani haijitoshelezi tu peke yake kukuhakikishia kwamba ikupe kila ambacho unakihitaji, tendo ndio anayoleta uhalisia wa kitu kuja kutokea. Ndiyo maana maandiko anasema, imani pasipo matendo imekufa sawa na mwili pasipo roho umekufa. Maana yake ni kitu gani? Kinachomaanisha imani ni chombo cha kupokelea kile Mungu anachokupatia, lakini matendo ndiyo yanaenda kufanya uhalisia wa kile kitu ambacho Mungu anataka kukifanya ambacho ametoka kupitia imani na matendo yanafanya kupitia akili. Akili ndiyo inayokupa kuamua ni namna gani uweze ukafanya jambo. Akili ndio inakufanya uweze ukafanya matendo kwa ubora. Sasa tunacho kizazi au tunao watu ambao ni waombaji, lakini hawana vile ambavyo Mungu amewapatia. Kuna watu ambao ni prayer warriors lakini hatuna watu ambao ni mind warriors. Hamna watu ambao wakiomba wakishakwisha kuomba, wanaenda kufanya sawa na ambavyo wameomba, lakini tunaotakizo ni kwamba watu wanaomba na wanaamini Mungu atafanya, lakini katika utendaji wanasubiria Mungu aweze wa kufanya muujiza pasipo wao kujishirikisha. Mungu anatenda kazi pamoja na sisi Apo wanapalipokuwa na yumba dunia, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Manake kulikuwa na ushirikiano. Utendaji kazi wa Mungu upo katika ushirikiano. Kama wewe unajishirikisha kujaungana uja pamoja na Mungu ili kuweza kufanya jambo litokee, hilo jambo halitatokea Mungu pasipo wewe, na kwa kila ambacho unachokuwa na kitaji akifanya hicho kitu hakitatokea kwa hiyo ndio watu nakuwa tuna akili isiyokuwa na matunda. Akili isiyokuwa na matunda ni akili ambayo haiwezi ikaamini katika vile ambavyo imeomba, ni akili ambayo inawaza mambo madogo, ni akili ambayo inamlimiti Mungu kuweza kufanya kwa ukubwa. Mungu ashindi jambo lolote kuifanya kwa ukubwa. Biashara ambayo unaokuwa no unatarajia Mungu aifanye kwamba akufanikishe katika njia zako inua akutukuze aku, akuweke juu akuketishe mahali pa wakuu, hicho kitu kinakuwa hakiwezekani. Kwa sababu si kwamba Mungu ndiyo ambaye hawezi kufanya hicho kitu, lakini ni wewe ambaye akili yako imesema hawezi. Akili yako ikisema hawezi, hata wewe mwenyewe hauwezi. Akili yako ikisema nimeshindwa, hata wewe mwenyewe uekuwa umeshindwa kabla ya mtu ajapata tamaa Kukata tamaa kunaanzia kwenye akili yake. Kabla ya mtu hajachukua maamuzi ya kujiua, anakuwa kwenye akili yake ameshaona picha ya kujiua, anakuwa kwenye akili yake ameshasema kabisa mimi me no. Naomba nisome maandiko haya Warumi 12, Warumi kumi na mbili mstari wa pili. Maandiko anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii bali ngeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Bali ngeuzwe nia zenu. Nia ni nini? Nia kwenye lugha ya Kiingereza ni mind. Mind ni akili. Yesu alipoanza kufundisha, Yesu alipoanza kazi ya kuhubiri, baada ya kuwa Yohana amekamatwa alichoanza kukisema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia alichokuwa analenga, neno kutubu linakuwa ni dhana pana, neno kutubu lina mantiki pana, lakini moja ya kitu ambacho neno toba au neno kutubu linamaanisha, ni maanisha ni kugeuzwa. Ndiyo maana kwenye Biblia wewe unakuta Mungu anakuambia samaha, samaha, kusamehe, Mungu asamehe, Mungu asamehe, lakini Mungu anachokiangalia ni moyo ambao umegeuzwa. Kutubu maanake ni kutane, ni kurudi na ukisharudi maana yake auli tena kwenye yale matendo ayo nia ze tubuni, yani aliosema Yesu akasema, tubuni kwa maana Mungu ufalme wa Mungu ukaribia. Watu wabadilishe namna ya kufikiri wabadilishe namna ya kutazama, waanze kutazama kuhusiana na ufalme wa Mungu, na huo ufalme wa Mungu unaleta unakuja na matokeo kwa ile mtu anayekuwa na nia anayekuwa na akili ya kuona kwamba anaweza akafanikiwa katika kile ambacho anakiomba. So kuomba ni jambo moja na imani jambo lingine, lakini akili ndio inayokuja kuleta ufanisi wa kitu ambacho unachokiomba au kukiamini. So, kuna vita kubwa ambayo iko katika akili ya mwanadamu, na akili ya mwanadamu inaadapti kulingana na vile ambavyo inavyofahamu. Ndiyo maana Biblia ikasema kwenye ile kitabu cha Ayubu kwamba mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia mema. Yanakuja kwa sababu ya kumjua Mungu. Kwa hiyo ufahamu wako ndio unaokuamlia kuamlia, wewe uende we, we, we, kwa level gani, uwe kwenye level kiasi gani. Level yoyote ambayo uko kwenye maisha ni matokeo ya kila ambacho unakifahamu ambacho nachokifahamu ndio kimekupa kila ambacho wewe umekiona, kime, ndio kimejidhihirisha kwenye maisha yako. Mtu ambaye ni tajiri kabla ya kuwa tajiri alijiona akilini mwake yeye ni tajiri. Mtu ambaye ni maskini, kwenye akili yake ni maskini, akili ya maskini. Na ukiweka akili ya tajiri na akili ya maskini utaona vitu namna ambavyo wanavyofesi huyu tajiri anaweza akafa, akafirisika akaishiwa kila kitu, lakini anaweza tena akarudi kuwa tajiri. Kwa sababu gani? Akili yake, ufahamu wake huko tofauti wa. Sasa na huku kwenye ufalme wa Mungu, sasa Mungu anatuita kwenye ufalme wake. Yesu alipoanza kuifanya kazi ufalme ambao uponyo wakwake, maanake kwamba Yesu baada ya kuwa amejitoa msalabani baada ya kuwa amenyenyekea mpaka kumauti, ufalme ukawa ni wakwake. Na ufalme huu ambao umekuwa ni wakwake, ambaye yeye ndio ufalme, kwenye huu mfalme anatutaka, anataka akili zetu, anataka nia zetu zibadilike, afu zianze kumwelekea yeye. Kama akili yako haitakuwa na uwezo wa kufikiria kama ambavyo Mungu anataka afanye, hakuna kitu ambacho kitakachofanyika. Nikupe mfano huu, mwanafunzi anaomba afaulu mtihani, lakini asiende kufanya huo mtihani, isitegemeka na kwamba yeye mwanafunzi atafaulu, Mungu aweze akashusha muujiza, Mungu aweze akashusha muujiza Mungu mwenyewe akafanya hiyo mtihano hiyo haijeomba. Ndio huyo ambaye atakaye faulu kama ataenda kufanya hiyo mtihano. Maana yake ni mimi hapa, kitu cha kufanya au kitu ambacho kwenye akili yako inatakiwa, ukishaomba kile kitu ambacho umekiomba amini kwamba kimeshakuwa cha kwako. Ukishaamini kwamba kile kitu kimeshakuwa cha kwako then unaenda kuweka kwenye mati, kwenye utendaji kazi zni akili sasa. Ule ufahamu ambayo upata kupitia kuomba ndio unaoenda kufanyia kazi, kwa hiyo imani inakupa uthubutu wa kwenda kufanya. Imani nacho kufanya inakupa ujasiri ya kitu kukiendea, lakini akili yako ndiyo inakupa namna gani utakavyofanya. Ukiomba, ukiomba ajira halafu ukishaomba ajira, halafu usipoenda kwenye hiyo ajira, kwenye hiyo interview kwa ajili ya kuajiriwa, hautaajiriwa. Ah, maana yake ni kwamba ukiomba kifanye kitu katika utendaji, na akili yako ikuambie kwamba kila ambacho umekiomba kila ambacho unachokitaka utakipata sawa na jinsi ambavyo wewe umeomba, au sawa na ambavyo wewe imani yako hiko. Tatizo ambayo tuko nao leo kubwa ni kwamba tunao waumini wengi, tunao Wakristo wengi wenye imani kubwa, lakini matokeo ni madogo. Watu wana, wanaombewa vitu vingi, wanaombewa vitu vikubwa wanabarikiwa wanatamkiwa maneno ya baraka, lakini matokeo hayaonekani. Matokeo hayaonekani kwa sababu moja, akili mindset, akili imelala, hamna akili iliyoamka. Watu wa dunia mambo makubwa kwa sababu kwenye ufahamu wao wanaona tayari kitu na kiweza. Kama ukiwa na akili ambayo haikuaminishi kwenye kitu ambacho wa unataka kufanya unakiweza, hauwezi kufanikiwa kwenye hicho kitu. Kwenye huu ufahamu wa Mungu, kama tukitaka kuweza kuona matokeo makubwa, kama tukitaka kuweza kuona mambo makubwa yanatokea sana jinsi ambavyo tumeomba, akili zetu lazima tuziaminishe kwamba kwenye hivyo vitu tunavyoviomba ndivyo tunavyoweza kuvipokea Lolote mwomba, yoyote muomba, aminini ya kuwa yameshakuwa ya kweli. Ukishaomba, unapoenda, ukishaomba, baada ya kuomba, inachofuata ni kuchukua hatua kwa kile kitu ambacho umekiomba. Na unapoenda kukifanya hichi kitu ambacho umekiomba, unakifanya kana kwamba kimeshatokea. Usifanye kana kwamba ndiyo umeenda kukianza, manake si umekiomba? Na ulipo ukiomba, so, Mungu anakwambia amesema, yoyote niaombana na mishakuwa ya kweli so muda ule ambao unaomba ndio huo muda ambao umepokea, na unapopokea akili yako inaitransform kuweza kuamini kila ambacho umekipokea. Ndio maana anasema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia, maanake mbadilisheni akili, badilisha na unapobadilisha, unapobadilisha mtazamo unabadilisha muda ule, muda ule ambao unaomba yaani muda ule ambao umeomba na kinachokuja kufanyika unapoenda kuweka kwenye matendo, akili yako ndiyo inayokuwa ina inafanya mambo yawezi y wanafunzi mwanafunzi huyu amefeli form 4. Baada ya kuwa amefeli form 4, akatoka ile shule aliyokuwa anasomea awali, akabadilishiwa shule nyingine, akaenda kusikia Afu mwanafunzi huyu huyu utashangaa anafaulu. What are the difference? Utofauti uko wapi? Kula alipoanzoni alifeli. Lakini alipohamishwa akapeleka shule nyingine alipohamishwa akapeleka mazingira mengine akafanya akafaulu. Nini? Mind ni akili. Pale mwanzo akili yake ukimuuliza, akili yake atakwambia kwamba sikuona kama ningeweza kufaulu, niliona masomo ni magumu, niliona ni ni, ni kwamba hakuna uwezekano wa kufaulu. Lakini alipopelekwa mazingira mengine akaona akili yake ifahamu wake kumwambia uwezekano wa, wa kufaulu. Oh, Mungu wetu ni mkubwa na Mungu wetu ni mtoaji wa vyote. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukamwomba Mungu na asitupatie. Kila kitu ambacho tunaweza kuomba Mungu, Mungu anaweza akatupatia, lakini tatizo lipo kwenye akili zetu, na akili zetu haziamini katika vile ambavyo tunavyokuwa tunaviomba Bwana, tunavyo tunavyo. Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza wa kumwinua mtu yoyote ile. Mungu ana uwezo wa kumfanikisha mtu yoyote, ila kufanikiwa kwa mtu, kufanikishwa kwa mtu na Mungu inategemea na mtu mwenyewe, ufahamu wake ulivyo. Kila ambacho utakifahamu kuhusiana na Mungu, ndicho hicho kitakachokufanikisha. Kila ambacho hukifahamu kuhusiana na Mungu, ndicho hicho hicho ambacho hakiki za kukuhamisha kufikia levo ambao unaotaka kuwa Wafilipi 4 na ule mstari wa 19, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Moja ya ahadi ya Mungu ni mtoaji, Mungu ni Mungu mtoaji, our God is the God of provider. Chochote kile ambacho tunachokuwa tunamwomba Mungu, ndivyo ambavyo anaweza akatupatia kwa kadiri ya utajiri wake. Lakini ili utajiri wake tuweze kuona, ili tuweze kuona utukufu wake katika maisha yetu, lazima uweke akili yako ufahamu wako kwenye kuamini kwamba hicho ambacho Mungu amekisema kwamba atanipatia ameshanipa, kwa maana amesha, pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Mungu ambaye tunamwabudu Mungu ambaye tunamwamini haonekani, lakini yeye hatumwamini kwa sababu Mungu tunamuona, lakini tunamwamini kwa sababu tunaamini, tunaamini kwamba Mungu anaweza akatupatia vile ambavyo tunaviona si kwa sababu tumeshaviona lakini, tunaamini kwa sababu ya nini? ya imani tuliyonayo kwa ina. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia kupitia mitandao yangu ya kijamii, endelea kushare, kukomenti na Mungu akubariki sana. Jina la Yesu litukuzwe.